Juzi eh, tumeona mkutano ikifanyika pale, mkutano ODM ikifanyika pale Kamkunji na mkutano ingine ilikuwa Kakamega. Wewe, wewe kama hapa kuna hii mkutano inabeba nabeba ODM inabeba E, mkutano yenye ilikuwa Kamkunji yeah. ni mkutano ya familia ya Raila yeah. inatumia yeah. kuchokoza Uburu Odinga yeah. ili waweze vile ota, waweze kupata vile watagawana mali ya Odinga family yeah. so wamechukua hiyo njia yeah. the only thing wameona wanaweza chokora nayo Uburu yeah. ni kumwingilia kwa siasa ili Uburu alegeze msimamo wake yeah. wagawane hizi mali yeah. but hakuna ya kitu yapo ya siasa, sijui ni ni Odinga family especially Raila Odinga yeah. wameona it's high time wagawane family, mali ya Odinga Mogodinga Odinga yeah. yeah. so wameona wao kama Raila family wa Raila wapewe yao waendelee yeah. Ubura baki na yake yeah. So, hiyo ndio ule mama mama Ida anasukuma nayo, msichana wake, watoto wake yeah. Kusukuma nani, kusukuma Oburu kulingana, yeah. na maoni yangu, na kama ni maoni ya siasa mm. Kama ati wanasukuma siasa yeah. Ati wanasukuma siasa yeah. Na wanasukuma vile wana, wanaenda hivyo yeah. Jamii ya wajaluu iko the majority of people of jamii ya wajaluu yeah. Iko na Oburu Odinga huyo ndio mtu wako nao Okay. Kama wanasukuma kisiasa, yeah. Kama wameamua tu wanasukuma kisiasa uh -huh. Jamii ya wajaluo iko na Uburu Odinga na uliona kulikuwa na meeting Kamkunji, yeah. Na meeting nyingine ilikuwa hapo Kakamega na in real sense ukiangalia meeting ya Kamkunji, yeah. Kwa wale watu wenye waliongea, yeah. ndaji mwana siasa mwenye unajua yeah, yeah, nani mwana siasa mwenye unajua pale hakuna Kamkunji. Hakuna mwanasiasa watu wenye walioongea, hakuna wanasiasa, mwanasiasa wenye unajua pale. Wanasiasa wote wa ODM walikuwa wapi? Kakamega. Eh. Wanasiasa wote wa ODM walikuwa Kakamega. Na hiyo ndio hiyo ndio ODM. Ile ODM yenyewe ya, ya kugawana mali ya familia Odinga. Ile mimi siwezi ongelea. Okay.